mtazamaji wa Chivihi Media hapa ni katika shule ya sekondari ya wasichana ya Dinyecha iliyopo halmashauri ya mji Nanyamba wilaya na mkoa wa Mtwara ambapo siku ya Januari 31, 2026 uongozi wa UWT wilaya ya Mtwara vijijini wamefika hapa na kutoa zawadi mbalimbali kwa wanafunzi hawa zikiwemo taulo za kike ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 49 tangu kuanzishwa kwa Chama cha Mapinduzi CCM mnamo mwaka 1977 ambapo mwenyekiti wa UWT wilaya ya Mtwara vijijini Bi Mwajuma Nahembe pamoja naye katibu wa UWT wilaya ya Mtwara vijijini pia Bi Kimenta Mavala wametoa nasaha kwa wanafunzi hawa wakiwataka hasa kujikita zaidi kwenye masomo yao. Hiyo katika siku hizo wana wa CCM pamoja na jumuiya zake tunafanya mambo mbalimbali ya kijamii, kwa ajili ya maazimisho hayo, kwa sababu sote tunafahamu kila mtu ana usherekeaji wake wa siku yake kuzaliwa si ndio? Kwa hiyo na sisi pia Chama cha Mapinduzi kila inapofika hiyo tarehe ishirini na tisa hadi tarehe tano huwa tunasherekea kwa namna yake. Na kila mwaka huwa tunafanya sherehe hizo. Lakini sherehe hizo hatuwezi kwenda kuzifanyia ba hatuwezi kwenda kuzifanyia barabarani na sehemu nyingine ambazo si sahihi kwa ajili ya kufanya sherehe hizo. Sherehe hizo huwa tunafanya kwa kukutana na jamii katika eneo letu. Tunakutana na watu mbalimbali, hali kadhalika na wanafunzi. Leo tunavyosema hivyo, jumuiya zote za Chama cha Mapinduzi wilaya ya Mtwara vijijini ziko kazini, vijana wapo saiti na wameandaa bonanza pale kubwa litafanyika na nyamba la vijana, lakini pia wanazoezi zoezi la upandaji wa miti. Jumuiya ya wazazi nao wameenda kata ya Dimba, kwa sababu nilishawaelezea kwamba sisi utawala wetu ni paka kule katika jimbo jingine la Mtwara vijijini. Wao pia wameenda wameenda kwenye kata ya Dimba kukutana na wanafunzi, lakini jioni, kwa sababu wazazi ni kuanzia umri wa miaka kumi na nane na kuendelea kwa hiyo jioni pale utakuwa na michezo ya bao kata Dimba, lakini sisi UWT tukasema, kwa sababu tunaongoza wanawake basi ni vyema tukaenda kuwafikia wanawake yao watarajiwa, kwa sababu mwisho wa siku sisi kizazi chetu hiki kitaisha, na nyinyi ndio mtaukuja kushika hizi nafasi zetu ambazo tunazo. CCM oyee! Kwa hiyo na sisi tukasema tuweze kukutana na wanafunzi wa Dinyecha, tuweze kuongea nao mambo mbalimbali, lakini baada ya hapo katika maadhimisho haya basi tulichojaaliwa na Mwenyezi Mungu tuweze kuwaachia na sisi tuendelee na majukumu mengine, lakini na nyinyi pia mkibaki na historia kwamba UWT walishawahi kufika katika kata yetu ya Dinyecha, lakini katika shule yetu ya sekondari ya Dinyecha tunajua kwamba walimu wazazi wenu kwanza, mlipotoka nyumbani, waliwapa usia kwamba "Huko mwanangu, unakoenda nenda kasome, kamshike elimu, kaache mambo yote, elimu kwanza, na maneno mengine mengi ambayo walikupa. Kama wewe msichana hapo, vipi, wamesema urudi na divisheni wani? Kuna mmoja hapa anasema divisheni tatu, nimeisikia hiyo. Amesema divisheni ya tatu anarudisha kule nyumbani. Lakini hata kama mzazi aliongea, walimu anaongea sana madarasani, hususani katika kuwapa nyie maarifa, lakini vile vile katika kuwapa usia, kuwausia hapa. Kuna kitengo cha unasihi, kipo kipo, eh? E, kuna walimu wa unasihi, kuna walimu wa masomo mbalimbali, kwa sababu elimu ya ualimu inaendana na malezi, sawa? E, ukiwa kama mzazi au mlezi ni lazima uguse pande zote. Unaweza ukajikuta unafundisha kile cha darasani, lakini unaongea mambo mengine ya kama yanayohusiana na malezi, kwa sababu walimu hawa ni walezi, walimu hawa ni wanasihi, walimu hawa madaktari wengine, walimu hawa majaji, jaji eh, ya, ya, ni majaji eh, na mahakimu sawa, eh? si wanahukumu mambo mbalimbali ambayo tunafanya hapa eh? Kwa hiyo mwalimu ni mwanasaikolojia, kama mwanasaikolojia ambaye inahusiana na elimu ya nini ya viumbe, si ndio hivyo eh? Kwa hiyo walimu kama walimu, kuna kazi kubwa ambayo inawafanya katika tu kuwajenga nyie, ili mumshike sana nani elimu, sawa eh? Mkuu wa shule ya sekondari Dinyecha pamoja naye mkurugenzi wa halmashauri ya mji Nanyamba Bi Zainabu Mgomi wameshukuru uongozi wa UWT kwa kitendo cha kuichagua shule ya sekondari Dinyecha na kuwapa zawadi hizo ukilinganisha na kuwa Mtwara vijijini ina shule nyingi zenye uhitaji. Watoto wetu wote wa Dinyecha wanaenda kupata uwani kwa kishindo 2026. Tunawashukuru sana kwa zawadi hizo. Kwa kuja watoto wamepata mafunzo vizuri kabisa. Nafikiri imeshaambiwa don't touch, don't touch. Eh? Ujumbe mkubwa tumepata nini Siio, don't touch. Don't touch. Basi watoto wangu wazuri, na Mwenyezi Mungu wakawasimamie, na wageni wetu tunashukuru sana, tumeyapokea yote e, mliotuelekeza, lakini ujumbe wetu sinasema division one is ya wa target. Kwa kweli mimi nasema mmenieshimisha sana. <klos> shule zipo nyingi Ah, katika hii wilaya yetu ya Mtwara vijijini, lakini mkaona mje hapa kwa watoto wangu watoto wa Dinyecha sekondari. Kwa kweli niwashukuru sana sana. Nanyamba, mpo sehemu salama. Dinyecha mpo sehemu salama, watoto hawana shida, watoto wasikivu, watoto hawa yani, sina la kusema, yale ambayo nyinyi mmeyaongea hawa wanaenda kuyatenda na kuyafanya kwa vitendo Division 1 Division 1 uh, yote ambayo wanasimama na mwalimu Mwajuma watoto hawa wanayafanya, kwani wametuheshimisha sana. Niliongea na mwalimu Mwajuma nikamwambia nitakuja Dinyecha siku maalum kuja kuleta tuzo yetu tuliyoipata ndani ya mkoa huu wa Mtwara. Shule hii ndio imetubeba imekuwa namba moja, siongelei wilaya ya Mtwara, naongelea mkoa wa Mtwara. Tuna wilaya ya Mtwara, Tandahimba, Masasi, Newala aa, na Nyumbu. Sasa hawa watoto wametutoa kimasomaso katika masomo ya advance yani, wale waliofaulu katika shule kidato cha tano na cha sita, imeongoza halmashauri ya mji Nanyamba ikiongozwa na hawa mabinti zetu. Kwa hiyo hawa watoto sio watoto, watoto wa kawaida au sio, watoto wa spoti spoti kutoka hapa katika halmashauri ya mji Nanyamba mkoani Mtwara. Na jina ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media.